kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa tisa mwaka 2025, liliripotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shyrose Michael Mabura, mwenye umri wa miaka 21, alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha uh, Mzumbe eh, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe kumi na sita mwezi wa tisa, majira saa tano yani tarehe 16 mwezi wa tisa mwaka 2025 majira ya saa tano usiku huko mtaa wa Moravian uliopo kata ya SSI, jijini Mbeya mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa umechomwa moto baada ya tukio la kutekwa. Eh, matokeo yake tarehe 16 mwezi wa tisa, majira ya saa tano za usiku kwenye huo mtaa wa Moravian ndio sema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 Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikia. Kwa hiyo mnamo tarehe ishirini na saba mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano aliwachukua askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Chalangwa eneo waliokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye Websta William Mwantebele ambaye sasa ni mtumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtumio huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher Kayuni, na ndiye waliyeshirikiana naye kumuua yule binti ambaye nimemtaja, Shyrose Magula. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtumiwa huyo alichomoa kisu ghafla na kwanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumwonya mtuhumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe naache kitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya kaidi ya mlio yeye aliendelea kumkunja shati askari, lakini kutokana na umairi wa yule askari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 Ama, niko mnavyojua eneo la Chalangwa liko kwenye kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa mchakara, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa, kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu.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 ya rufaa ya kanda ya Mbeya ili aweze kutibiwa tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na uvuja damu basi akawa amefariki dunia. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya inaendelea na msako mkali watafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu eh, ya mwili ya kidole pamoja na nguo za ndani za huyu marehemu. Lakini katika upekuzi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 imatukiwo ni kuurusha kwa mzazi na, wakati huo taarifa kulingana na, na, na, na, na uchunguzi pia katika simu hizo pia alikuta kulikuwa na taarifa zingine za mawasiliano baina yao kabla wakati na baada ya kumteka nyara mua huyu binti ambaye anaitwa Shadozi Michael Mabula mwezi wa tisa mwaka 2025 kabla ili tukio la kutekwa kwa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 binti ilobinti amekwisha itambua tayari kwamba ndo hii, kwa sababu alitupa description, lakini pia tulipowapata watuhumiwa walieleza, na hii gari ni ya mmojawapo wa watuhumiwa ambao tumewakamata. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya, kufuatia tukio hilo, inatoa wito kwa jamii, hasa vijana ambao kwanza, ambao wamepata mafunzo ya ulinzi kwenye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 Polisi wakaanza kazi uh, pambana mpaka hapo, wahalifu pengine wote, pengine wasio wote, lakini mpaka asilimia kubwa. Jeshi la polisi limefanya kazi kubwa usiku na mchana, na kuanzia siku ya tukio mpaka hapo baadhi ya wahalifu katikai wote na kutiwa uvuni, ili waende kwenye so, jeshi letu limefanya kazi kubwa sana akiwepo uh, kamanda wa RPC mkoa na wasajili wa timu yote nzima, uwa uh, upelelezi mkoa, wilaya, na vijana wao wanafanya kazi kubwa sana, walikuwa walani e, wamepambana tangu siku ya kwanza, hata paka ndipofanikiwa kwa muda mfupi, wamefanikiwa watia mfumo wa uhalifu kiangalia zaidi uh, wao walikuwa wanahitaji kiasi cha pesa ambacho mimi nitoa taarifa haraka haraka polisi, na katika kuendelea na upelelezi uh, sikuweza kuitoa hiyo hela yote waliokuwa wanahitaji, lakini uh, ili muda uende saiini <tis> <tis> <tis> mimi nawaasaiga sasa, fanya kazi wachemaaa kirahisi haisi sababu, bila kufanya kazi ndio wanajiingiza katika matukio haya ovyo na ambayo sio rafiki wa jamii. Lakini jeshi letu liko macho. Na hawa wahalifu nao ni binadamu, ni akili kubwa. Lakini sisi teknoloji katika majeshi yetu nadhani ni jambo ambalo iongeziwe zaidi na atue na, na, na, na weledi pamoja na usubutu wa kuwa na na kubwa zaidi kwa ajili ya kumaliza kwa hiyo mimi nashukuru sana. Narudi nashukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa, wasaidizi wake wote, wamefanya kazi kubwa na vijana wao. Wamelala, wamekesha wakifanya hii kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu wengine, tunaishi nao. Kwa hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa tuwabaini, kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Vijana tamaa, ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katika hali ko sisi tunaishi nao ngufu wako ishi nao wengine sisi watoto wetu wazazi wetu wengine marafiki zetu. Kwa hiyo tuwe uh, na sisi ni walinzi. Jukumu la ulinzi ni mwananchi mwenyewe, kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake.